Nitumie fursa hii kuipongeza Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, wataalamu na wadau wote walioshiriki kufanikisha kuandaliwa kwa sera hii, na niwashukuru pia kwa kunialika kwa mgeni rasmi katika uzinduzi wake, na nawashukuru pia kwa tunzo mlionipa. Hongereni sana na asanteni sana ndugu zangu. Kabla sijaingia hapa nilipitishwa kwenye mabanda ya maonyesho nikaona mabanda ya kazi zinazofanywa ndani ya wizara hii, lakini pia niliona mabanda ya sekta ambazo zinasapoti ufanisi wa wizara hii. Nataka kusema jambo moja, wizara yetu ya Ardhi, Nyumba, Maendeleo ya Makazi, kwa yale niliyoyaona kwenye maonyesho imebadilika sana sana sana sana, kutoka wizara ya migogoro, kutoka wizara ya uzembe wa makusudi, na sasa ni wizara ya maendeleo ya watu. Nimeona mambo mengi mazuri, waziri mwenyewe ameyaeleza, lakini waombe wote mliokuja hapa, piteni kwenye yale mabanda, mkaone yaliyoko.